Amen, amen. Are njokerie Kaga? cokora wa Nairobi ngatho ni undu wa gukuhurira thimo na uretikira kuni connect na Pastor Kanyari. Oguo ucokora Ngai akurathime na gwike wega. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante, habari zenu. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Prophet Dr. Victor Kanyari. Najua wengi wananijua, mimi nimehubiri miaka mingi sana kuliko Bishop, nimehubiri more than 20 years, lakini mimi sio mzee, ni mzee kijana tu. Wengi walinijua wakati wa 310. Wakati nilikuwa nasema panda mbegu ya mia tatu na kumi na tusibishane bishane. Halafu weka maji kwa glass na hapo mwisho nitaomba na wewe. Hiyo ndio wakati wengine walinijua. Nataka kusema ninashukuru sana kwa sababu ya Bishop Ben mimi namjua, nimekuwa nikimfuatilia na nimekuwa nikiadimaya hii kanisa sana. Sometimes huanga naongea vitu watu wanaandika hapo chini kwa comment section hapo umeibia Bishop Ben kwa sababu most of the time ninakuwa kwa online na scroll, ninaangalia nini amesema, na mimi naenda na itwist kidogo, ninasema hiyo. Sasa sasa wengine huanga wanajua wana wanajua, hey, Kanyari hapo hapana, hii ni ya Bishop Ben. <laughs> Wakati ambapo nilipigiwa simu jana, leo ni jana, I think nimekuta nimepigiwa na watu wengi sana simu, wakaniambia natakiwa leo nikuje JCM, na mimi nikajua afadhali nifunge kanisa yangu nikuwe hapa leo, kwa sababu nampenda sana Bishop Ben, ninaadimaya vile anafanya amesaidia watu sana. Watu wako chini sana. Hata wakati yako kwa online, kwa shamba yake akipost shamba yake, na mimi natengeneza yangu post shamba yangu kwahivyo <laughs> <laughs> Ni adima ya kila kitu ambacho wanafanya, na ni baba yetu, is our father of compassionate ministry. Mimi wakati nilikuja na 310 kama ningejua ningekuja na compassionate direct, lakini sijachelewa, atanifundisha vizuri mambo ya compassionate. Nitakuwa namfuata ili nijue mambo ya kuhurumia watu, although hata si tunafanya ibada hiyo ya compassionate, lakini hatuwezi mzidi Bishop Ben ambaye yake ni passion inatoka ndani ya moyo wake, anaifanya kila siku, na nimefurahi kusikia makampuni mingi imekuja leo kwa ajili ya mtu mzuri ambaye anasaidia watu. Mimi nimeshangaa na hii kanisa ni kubwa sana. Hiyo ni mambo ya pili imenishangaza, na huku kuna watu warembo sana. Mimi sijawahi ingiwa na roho ya kuoa, sababu nilikuwa nimeoa, lakini bibi yangu wakaniwacha. Sasa nimekuja huku nimeshangaa, hata wameniuliza uko na haraka, nikasema sina haraka <laughs> sababu hii kanisa ni kubwa sana na mna furaha sana na mnakaa vizuri sana. Sasa nikasema Mungu niunganishe na hii mafuta in Jesus name. Bishop Ben amenikuta nikihubiri, lakini ile mambo naona hapa hey, nitaenda kuelezea huko mbele. Unajua, sisi uanga tunasengenya watu. Sasa nikiingia ndani ya magari yangu taambia watu mmeona. Mmeona kanisa. <laughs> So Mungu awabariki, sina kitu kingine ya kuongeza sai, kuongelea mambo mengine, maana mimi huanga naongea kitu kidogo nakuta nina trend sasa. Sai kuongea kitu nianza kupigwa na watu online, nimejifunza kunyamaza. Amen. Ile kitu tunawashindia kanisa yetu ni kuchoma nyama <laughs> so sasa, lakini tunarekebisha kidogo. Hiyo nyama tulikuwa tunachoma ni kufundisha. Tulikuwa nafundisha watu vijana jinsi ya kujitegemea, unaweza uza mituraa, unaweza uza nyama ama kuku za kukatakata, mambo kama hiyo. Lakini juu watu wanapenda kulitafuta, wakaendelea kulitafuta. So sina na kitu ingine ya kusema. Mimi nimeitwa jana na mimi sio tajiri sana lakini, asante. Mimi si tajiri sana, hii niko na kidogo, na nimekuja ni kwa sababu ya store ya ikobereagai, kwa sababu mimi sina hiyo, nataka kufungua. Nimeibia hapa, Mungu anisaidie, na Bishop Ben atakuja afungue na nifundishe <laughs> Unajua Bishop Ben, sio Bishop wa JCM peke yake. Sure. Ni Bishop wa makanisa yote zote, Kenya. So mimi nimekuja hapa na 1100. Bwana. Wapi makofi? Tupigie pasta Kanyari makofi mazuri bas. Iko pere bypass sini kweli na mimi nikwambie Pastor Kanyari, hiyo ikombe tutakuja sisi wote kuifungua na ninajua naye dongo pia wa Bishop atapanga kafagara, itakuwa ndani ya hiyo ikombe. hiyo ni sawa ini. Tupigie tena makofi mazuri amen. na hapo umesema kwa kuoa Ukiigangaria huku ikuwe mzuri, ndio JCM na kanisa yako ishikane, itakuwa ni mzuri hapo. Warembo hapo wako wengi warembo, hoe masingo hoe, muko sawa? Situmeanza kupanga mambo basi.